Tunashukuru pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa ra Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuona mchango mkubwa wa shughuli za uhifadhi pamoja na shughuli za utalii ambazo zinatuwezesha hifadhi kuweza kuendelea kukusanya mapato yanayotokana na utalii, na katika hili tunashukuru kwa kuwezesha hifadhi kupatikana kifaa hiki cha kitaalamu ambacho kinatumia teknolojia ya kisasa zaidi ili kuendelea kufuatilia na kudhibiti migongano kati ya wananchi pamoja na wanyama wanaopatikana katika Hifadhi ya Taifa Saadani. Kijiji cha Gongo ni moja ya miongoni mwa vijiji vitano vilivyopo ndani ya Kata ya Mkange. Kijiji hiki kina jumla ya wakazi 1437. E, moja na kijiji cha Gongo kina changamoto kubwa sana ya tembo na tunaamini kabisa uchumi wetu baada ya kutoka hapa tulipo utakuwa zaidi ya hivi ambavyo tulivyo, kwa sababu tayari tuna njia nyingi ambazo za kuboresha ku, ku, ku, kupambana na wanyama hawa waharibifu ambao walikuwa wanazofisha zaidi uchumi kurudi chini. Sasa hivi uchumi, uchumi utapanda kwa sababu tayari vifaa hivi tunavyo vya, ku, vya kusogeza hawa wanyama kwa njia ya kiufasaha ya ki, ya zaidi ya kitaalam zaidi. E, Serikali inayoongozwa na, na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa kifaa cha kupambana na wanyama wakali na waharibifu kwa jina la Kiswahili inaitwa ndege e, nyuki au drone e, kwa kifupi tu ni seme tu tunachokiomba, katika jamii hii ya watu wa Gongo, tunaomba ule ushirikiano na udugu udumu, pale ambapo wanapoona kihatarishi chochote, watoe taarifa kwa kwa uongozi wa taifa hifadhi e, ya, ya, ya taifa ya Saadani ili e, tatizo hilo au changamoto hiyo iweze kutatuliwa kwa haraka zaidi. Hichi kifaa ambacho ni ndege nyuki kitaturahisishia kita tu, kazi zetu za kupambana na ujangili hifadhini. Tunamshukuru pia Mama Samia amefanya mpango wake mpaka tumeletewa leo ndege nyuki, kwa sababu tunateseka sana, tunapata adhabu kuamia tembo usiku kuanzia saa moja mpaka saa tisa za usiku. Lakini kulingana na kifaa hichi kilicholetwa leo, tunashukuru sana Saadani, kampani yao yote walosababisha mpaka tukapata hii ndege nyuki ya kuamilia tembo.